Tarehe tatu Aprili mwaka 2024 Mheshimiwa Rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania alitoa maelekezo ya kuanza utekelezaji kwa kusajili kwa hiari taasisi zote Tarehe tatu Aprili 2024. na, na alielekeza ifikapo tarehe 31 Desemba mwaka 2024 utekelezaji huo umeanza kwa taasisi kuanza kusajili taasisi zao na maafisa wao kwa ulinzi wa taarifa binafsi, lakini baadaye tume yetu wa ulinzi wa taarifa binafsi ikatoa nyongeza ya muda kutoka muda ule wa tarehe thelathini na moja Disemba elfu mbili na ishirini na nne ikaongeza hadi tarehe thelathini na moja Aprili mwaka elfu mbili na ishirini na tano Leo hii tunapozungumza hapa ni tarehe nane Januari elfu mbili na ishirini na ngapi na sita o, utaona tangu Mheshimiwa Rais ameelekeza, ni zaidi ya mwaka mmoja k nipende kusema kwa tunatoa kwa mara ya mwisho nyongeza ya miezi mitatu kuanzia leo tarehe nane Januari elfu mbili na ishirini na sita. Itakapofika tarehe nane Aprili elfu mbili na ishirini na sita tutaanza kuchukua hatua dhidi ya taasisi ambazo zitakuwa zinafanya usajili wao wa hiari kama wakusanyaji, wachakataji wa taarifa binafsi itakapofika tarehe 8 Aprili, mwaka 2026 ni kusimamia utekelezaji na uzingatiaji wa sheria. Pili, nipende kuelekeza Tume ya Ulinzi wa Taarifa Binafsi kuanza mara moja maandalizi na utekelezaji wa ukaguzi kwa uzingatiaji wa sheria au compliance audits, kwa sababu huko taratibu kila baada ya muda kuleta taarifa za utekelezaji wa namna ambavyo uzingatia sheria. Tutakapofanya kaguzi, tutakapobaini taasisi, kampuni au watu binafsi ambao wanaendelea kukusanya, wanaendelea kuhifadhi au wanaendelea kuchakata taarifa binafsi baada ya ile tarehe 8 Aprili April 2026 bila kujisajili au kinyume na matakwa ya sheria na kanuni zake, basi zichukuliwe hatua kwa mujibu wa sheria. Elekezo la tatu, nipende kusema kwamba ni vema iwe wazi kwa watu wote, baada ya miezi mitatu, kama nilivyosema, hapatakuwa na msamaha wa aina